bayo ni siku ya maombi na maombezi, na tumekutanika ili Mungu mwenyewe akatuhudumie. Bwana Yesu asifiwe! Basi nikukaribishe wewe unayetuangalia kwa njia ya mtandao YouTube, Instagram, Facebook, TikTok na hata yatufuatilia pia kwa ya WhatsApp, ninakukaribisha katika ibada hii ya maombi na maombezi. Bwana Yesu asifiwe! Basi nikukaribishe karibu na wewe ambaye uko mahali hapa. Sasa tukaanze na fuma macho yako, niweze kumshukuru Mungu Baba. Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru asante kwa siku ya leo na siku ya pekee, asante kwa neema yako ya ajabu ambayo umetupa watoto wako, asante kwa ajili yangu mtumishi wako, umenipa tena neema ya kusimama mbele ya madhabahu yako na mbele ya watu wako basi Mungu, nina kila sababu ya kukurudishia wewe sifa na utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi Roho wa Bwana, ninakualika wewe ndio ukatuhudumie, ukapate kusema na sisi, ukatufundishe neno lako, ukatuongoze sawasawa na mapenzi yako, ukatufungue kila mmoja wetu, hata walioko kwenye mitandao ya Bwana, walioko YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Mungu wa milele yote, naomba neema yako Yesu juu yao. Kawafungue watu wako, kawaponye watoto wako kwa njia ya neno lako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Basi libariki neno lako haya Bwana, nami nipe neema, mtumishi wako inene neno lako sawasawa sawa na mapenzi yako, nipe neema na kibali machoni pako, nipe ufahamu katika Roho na maarifa katika Roho. Nataka kuliachilia neno lako kwa watu wako ni katika jina la Mungu Baba, nikienda kinyume na kila ufalme na kila utawala na kila mapenzi ya adui. Katika damu ya Yesu Kristo nenda kinyume na kila mpinga Kristo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Naitia damu ya Yesu Kristo mahali hapa kupata kasa kwa damu ya Yesu Kristo, ili Roho Mtakatifu wewe ukapate kutawala na kutamalaki katika na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu wetu naomba na kushukuru, Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninakuletea neno la Mungu ambalo litatuongoza katika kuomba maombi tulionayo siku ya leo. Ni maombi kwa ajili ya kanisa, tunaomba kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaliombea kanisa kwa namna gani? Ama kwani tunaliombea kanisa? Ama kanisa ni nini? Kanisa ni mtu yeyote baadaye tayari ameshampokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ikiwa umempokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema tunaomba kwa habari ya kanisa, tunaliombea kanisa, tunaomba kwa habari ya kanisa lote kwa taifa la Tanzania ama ulimwenguni mwote. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tu mtu amempokea Kristo, akawa Kristo akawa mwokozi wa maisha yake, tayari huyo anaitwa kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunajifunza, tujifunze sasa kwa wakati huu, tuone tunaliombea kanisa kwa jinsi gani, ama kwa nini tuliombee kanisa ama kwa nini tuliombee kanisa. Basi kitu cha somo andika: usipende dunia wala mambo yaliyomo ndani yake. Usipende dunia wala mambo yaliomo ndani yake. Usipende dunia wala mambo yaliyomo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza kwa nini tunaliombea kanisa ama kwa nini tunaomba kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kanisa ni mtu yeyote ambaye ameshampokea Yesu Kristo na Kristo akawa bwana na mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kichwa cha somo kinasema kwamba usipende dunia wala mambo yaliyo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alinena katika neno lake kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 17 na ule mstari wa 14 anasema kwamba niliwapa neno lako na ulimwengu ukawachukia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuone kwa nini tunaliombea kanisa na kwa nini kichwa cha somo kinasema kwamba usipende dunia wala mambo yaliyo ndani yake. Kanisa ni nuru ya ulimwengu, kanisa ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tunapoliombea kanisa, kanisa likiwa limeacha njia ama kanisa likiwa halijasimama ni kama kanisa haliwezi kuokoa, ni kwamba kanisa haliwezi kuwa sababu ya watu wale walioko duniani kukubali kuokoka ama kumkubali Kristo, kwa sababu tunapaswa kama kanisa ama kanisa kama kanisa linapaswa liwe nuru, liwe sababu ya wokovu duniani, liwe sababu ya wokovu duniani. Hapa duniani si petu. Ikiwa tumempokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima uwe kielelezo. Lazima uwe kielelezo. Uwe kielelezo kwa jinsi gani? Maana yake tayari wewe umeshatengwa na dunia. Ndio maana Yesu anasema kwamba nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, manake wamechukiwa kwa sababu ya neno, wamechukiwa kwa sababu wamesha wameshatengwa na dunia wamesha kuwa siwa ulimwengu tena ijapokuwa wapo duniani, kwa sababu duniani ni shule. Duniani hapa ni shule ya kila mmoja, ambao ndio tunapita hapa tujifunze namna ya ya kupata uo ufalme uja ule ufalme ambao tayari ndio tumeandaliwa lakini hapa duniani lazima tupite, tujifunze. Ndio, ukisha jikwaa hapa duniani, ukisha feli hapa duniani, nadhani kwambie, kaburini hakuna marekebisho wala kule mbinguni hakuna marekebisho. Tunapaswa kutengeneza hapa hapa duniani kwanza, alafu baadaye tunaenda ku, kuchukua kuku, kukutana na matendo yetu, maana anasema matendo yao inafuatana na wao wala. Yesu asifiwe. Tuanze kwa kuangalia kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana Waraka wa kwanza wa Yohana. Nyamazishe hiki leo. wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili Waraka wa kwanza wa Yohana tunaangalia sura ya pili Waraka wa kwanza wa Yohana tunaangalia sura ya pili na mstari ule na mstari ule wa 15. Biblia inaandike nasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia mtu akipenda dunia yaani mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mstari wa kumi na sita, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani havi na Baba, bali vyatokana na dunia. Huyu ni mtumishi wa Mungu Yohana, wakati anafundisha anafundisha nalifundisha kanisa Anawambia, msipende dunia wala mambo yaliyo ndani ya dunia. Anasema kwa maana kupenda dunia, anasema mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Yesu Kristo amekwisha kutukomboa Bwana Yesu asifiwe! Maana tulikuwa tumekamatwa na mungu wa dunia. Mungu wa dunia ni ibilisi shetani, akatutawala akatumiliki, lakini Kristo Yesu yeye akajitoa ya maisha yake, akatoa uhai wake ili aweze kulipa gharama yetu. Akishalipa gharama yetu, ili sisi sasa kuanzia hapo tutengwe na dunia ama tutengwe na huyo Mungu wa dunia, na kuanzia hapo tuanze kutembea na Kristo na kuwa sababu ya Kristo ku, kupata kupata utukufu kwa watu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya tano na ule mstari wa 14. akasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni nuru ya ulimwengu, ni ya yaani maana yake kanisa, kwa sababu kanisa ni giza, kwa sababu kanisa ni giza, lipo gizani, lakini kanisa anasema ni nuru ya ulimwengu itakayotia nuru ulimwenguni ili watu waweze kuona, inahitaji kanisa liweze kuangaza. Anasema mlima, anasema mlima hauwezi, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Kwa nini? Kwa sababu ni kama ha, ha, haiwezi kujificha, iko wazi. Kwa Yesu asifiwe, haiwezi kujificha. Ukiona mji umekaa juu ya mlima, kila mmoja anauona, kila mmoja anauona ndivyo ambavyo kama kanisa ni nuru ya ulimwengu, na Kristo Yesu amekuja kuokoa ulimwengu na watu nao, ili waweze kubadilika, waweze kumfuata Kristo, waweze kuokoka.